Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na kama mnavyojua, mkiniona mnajua sasa ni wakati wa hadithi. Leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja paliondokea na mandugu wawili, mmoja alikuwa anaitwa Hassan na mwingine anaitwa Khalid. Yule Hassan alikuwa mkubwa na Khalid alikuwa mdogo wake Wate walikuwa na tabia nzuri lakini, Hasan alikuwa anabidii, alikuwa mkweli na pia alikuwa na tabia nzuri zaidi kumliko yule mwenzake. Sasa, Halid, yani, alikuwa hapendi kusikia hivyo. Watu msifu yeye, anaona u an, anasikia vibaya, anatamani hasa angekua ee. mimi nna

kila mtu alikuwa anafanya bidii, lakini sasa yule Hassan alikuwa anatumia muda mwingi kwenye shamba lake. Yani alikuwa na juhudi zaidi kuliko Khalid. Yule Khalid alikuwa anafanya bidii kwenye shamba lake, lakini yeye mara nyingi ataenda mwangalie Hassan vitu venye anafanya. Yani akae tu amwangalie apoteze muda. Sasa siku moja wakaja wakagundua kwamba shamba la Hassan limeanza kunawiri kuliko la yule mdogo wake Khalid. Yule Khalid akasikia vibaya, akasema eh, Yani, huyu Hassan hakosi kusifiwa, kila siku lazima asifiwe. Mi kwa nini sifiwi? Ngoja atanitambua siku moja. Usiku akaenda kwenye shamba la Hassan, la, la kakake mkubwa. Alivoenda akaanza kukatakata baadhi ya miti ya, yani akalifanya vibaya vibaya lile shamba lake. Hassan asubuhi kufika kwenye shamba akasikia huzuni akasema, jamani, mimi nimefanya bidii alafu Uh, vitu vimeharibika haribika, haribika. Lakini akasema labda mtu mwenye amefanya hakukusudia, alikuwa mbahati mbaya tu, siwezi kudhania mtu vibaya. Akasema acha nifanye bidii zaidi nipate kutengeza tengeza hapa pahali palipoharibika, aka akawa anafanya fanya bidii. Sasa yule Khalid anashanga, mbona huyu Hassan ha give up? Yani mimi nimemkatia kati ya miti yake, lakini bado tu yeye yuko hapo hapo anazidi kuongeza bidii. Sasa mi nitafanyaje? Mpaka akaanza kusikia vibaya, maskini mmemkatiakatia baadhi ya miti yake, lakini haja, haja, nini haja? Sasa mi nitafanyaje eh? Ikawa hana raha, yaani hiyo siku hana raha, mpaka ilivyofika jioni, walivyoenda nyumbani, baba yake akagundua kwamba eh, kuna shida na huyo Khalid leo Akamuuliza, kwani shida yako ni gani leo, mbona una furaha? Akaambia, hapana baba, mi niko sawa. Akamwambia, mi nakujua vizuri, kuna kitu, niambie. Ndo yule Khalid akaanza kusema, baba, mimi ndo nimemfanya Hassan vile, nikatia katia miti, kwa sababu ilikuwa ninawivu, ninawivu kwamba yeye ndo angepata sifa zaidi, maana shamba lake limenawiri kuliko langu. Babake akamwambia, mwanangu, umefanya vibaya, kwanini uwe nawivu? Mwenzako akifaulu katika jambo unafaa pia wewe umuige ufanye bidii pia na wewe ufaulu, lakini usimwangalie vibaya. Msifu kama anahitaji sifa, mpe sifa zake, lakini na wewe pia ufanye bidii. Basi yule Khalid akasema, ah, ni kweli yani mi ngekuwa situmii mda wote kumwangalia Hassan, pia mi shamba langu likikuwa limenawiri vizuri, maana pia mi nafanya bidii, lakini ni mda wangu mwingi natumia kumwangalia Hassan basi yule Khalid akaenda mpaka kwa Hassan, akamwambia, kakaangu, na kuomba unisamehe, mimi ndo nilikuharibia shamba lako. Hassan akamwambia, kwa nini ufanye hivyo? Akamwambia, ni wivu tu. Akamwambia, ah, haina haja, ungekuwa usingekuwa na wivu yani sasa hivi tungekuwa tushaendelea kwenye mashamba yetu, ungekuwa umetia bidii zaidi, ungekuwa umeniiga pia, we shamba lako lingenawiri. yule Khalid akajifunza kwanzia, na hiyo siku akamsaidia Hassan kurekebisha rekebisha pale pale penye amekata kata miti, na pia Hassan ikawa anamsaidia. Wakaanza kufanya kazi kwa pamoja, mashamba yao yote akanawiri, na baba yao wote akawapa zawadi, akafurahi na wao, na hadithi yangu ikaishia hapo. Kwa wetu wazuri, kwenye hii hadithi tumejifunza kwamba tusiwe na wivu. Ukimwona mwenzako amefaulu kwenye jambo fulani, wewe angalia ametumia njia gani, na wewe ufuate uigize mfano wake, undeknapa utafaulu kama yeye. Lakini kufanya mwenzako wivu uhasidi, siu fany mwenzako ndo asifaulu, hiyo ni tabia mbaya na tutapata dhambimaam